Mi naomba nitumie nafasi hii kwanza kabisa kumshukuru mbunge wenu na mbunge wetu, ndugu yetu Ester Maleko, kwa kuona kwamba ni vizuri kina mama tukaenda siasa, tukachanganya siasa na uchumi. CCM oyee! Akaona ni vizuri tukachanganya siasa na uchumi alivyochaguliwa kupata ubunge alisema, pamoja na mambo mengine atakayoyafanya ya chama, atahakikisha kwamba sisi wanawake wenzake tunapata zana za kufanyia kazi ili tuweze kupata hela za kutunza watoto wetu na waume zetu na jamaa inayotuzunguka piga makofi kwake. Leo nimerudi tena kwenu mama zangu wapendwa kwa ajili ya kuja kutimiza ile ahadi niliyokuwa nimeiweka. Mama zangu, niliwaza sana tufanye nini ili kukomboa uchumi wa kina mama kwenye kata na hususan kwenye matawi, kupitia mradi huu ambao nimeuleta kwa mkoa mzima wa Kilimanjaro. Kata mia moja sitini na tisa za mkoa wa Kilimanjaro, nimekuja mbele yenu kuwakabidhi incubator za kutotoleshea vifaranga vya kukuye. Siasa ya maneno matupu bila uchumi, hiyo siasa ni siasa iliyokufa kina mama oye, ni jambo lililo kufa. Lakini siasa mtu akawa na uchumi wake hawezi ku Hayumbishwi, haendi kama upepo. Yani, unajua bendera upepo, ukija unaenda hivi ukija hivi unaenda hivi, lakini kwa kuwa una uchumi wako ndani, hauwezi kuyumbishwa na kitu chochote. Ninakabidhi leo incubator 169 ambazo nimetoa tayari incubator 17 katika wilaya ya Hai, na leo nitakabidhi hapa incubator hizi kwamba zitachukuliwa na wilaya ya Moshi vijijini pamoja na Moshi mjini na baadaye tutakwenda kwenye wilaya nyingine zilizobaki ili kukamilisha wilaya zote za mkoa wa Kilimanjaro na kata zote 169 za mkoa wa Kilimanjaro. Kwa kweli ninapenda kumshukuru mama Samia pia kumshukuru mbunge wetu Ester Maleko kwa kutuwezesha wamama, kwa kweli ametuinua kiasi yes, ambacho tayari tumepata mradi ambao tayari kina mama, ile kausha damu itatusaidia kupunguza ile kasi. Kwa kweli tumepokea msaada huu wa kiubeta, tunamshukuru sana Mheshimiwa Mbunge Ester Maleko kwa kuweza kutimiza ahadi yake kwa wanawake wa Moshi mjini, ambapo msaada huu tutakapoenda kwenye kata zetu tutakwenda kufanyia kazi na hatimaye utasaidia kuinua kiuchumi kina mama. Kwa hiyo utakapofanya mradi huu kwa pamoja utaleta maendeleo.